Maradhi ya kuambukiza, njaa nyingi sana, kila aina ya balaa watakuwa wanaogelea nayo wao. Lolote katika haya yakifanyika, mambo ni manane, na kuna baadhi ya mahala yanafanyika yote manane. Moja tu likifanyika, basi tayari balaa litachoka, na kuna baadhi ya miji yanafanyika yote manane kwa pamoja. Famathalan, pa mfano wa amana inapogeuka ikawa ni ghanima ya mali ya ngawira, fa mathalan mfano wake, taqulu li rajulin, wewe muislamu unakwenda kwa mtu unamwambia, khudh hadhihi al amana, mwenzangu, we hebu chukua amana hii indaka, ukae nayo mwenzangu, nimekuamini wewe, nimeangalia angalia umu mitaani, nimeona mwenzangu umeelekea kidogo nakuona unakwenda misikitini na kurudi kitabu mkononi, na kama darasani, nimekuamini naona uso wako kidogo aukuelekea mambo ya khiana khudh hadhihi lamana, unamwambia mtu chukua amana hii indaka ukaenayo hata auda min safari, mpaka mimi nitaporejea kutoka safari yangu. Naondoka mimi nimefaridhiwa ibada ya hija na kwenda zangu mi kuhiji kwa mfano au nimefiwa bara huko, nakwenda mazikoni na hii amana nishikie. Amana hiyo ikiwa ni mali, ikiwa ni mtoto yatima, ikiwa ni wanyama wakufuga, chochote kile, bas la waslum bainana, na unamwambia kwamba mimi kwa we tulibo, wewe tulivyo mimi na wewe, sitaki maungano yoyote kati yangu mimi na wewe, siandiki chochote kile, nakuamini, amana nishikie wa wala wasiqa dainin wala hakuna uzito wa deni kwamba tutadaiana mimi na wewe. Hii ni amana tunshikie mpaka tutaporudi. Wataudu min safarika, lakini uliporejea kutoka safari yako. Watakulu lahu, na ukamwambia sasa mtu huyo atini lamana, nimekuja kuchukua ile mzigo wangu, nimekuja kuchukua ile alama yangu ile amana yangu Fayaqulu laka, huyu mtu sasa nakugeukia, anakwambia wewe, wahal laka indi min amanatin, wewe una kitu chako meeakwangu mimi? Wewe mi nitakuitia polisi hapa kuja wewe, nitapendi ni jambazi mwizi, kuna amana ambayo ameweka kwangu mimi wewe. Anakurusha ina maana na anakwambia ittaqillah, mche Mwenyezi Mungu, unakuja na uovu kama huo, umeweka amana kwangu mimi anakwambia mche Mwenyezi Mungu wewe, sasa fataqulu lahu wewe unamwambia aa, kama unafanya dhulma kama hiyo, sa adhhabu ila lqadha, ntakwenda mimi kwa makadhi, kwa mahakimu, nitakwenda kwa orti kustaki. Sayakulu laka na yeye kwa kakortini yake mwenyewe kaitia mkononi kule, anapeleka amri zake tu, anaambia

bali yeye anao uwezo wa kuamrisha maaskari, wa kuamrisha wakuu gani na wakuu gani, kumwambia huyu nkilie ndani tena mweke ndani mpaka Ramadhani ishe au mpaka kuku ishe, nata kumtia adabu tu basi. Na naam, watu wakatekeleza amri hizo, lakini yeye huwezi kumshtaki pahala. Anakwambia korti ina milango saba, napitia mlango utakaonenda, na amana ashachukua Atadruna madha yakulu hadha lirabbi alalamin yaum alqiyama. Haya duniani ni, ni mambo ya mchezo ni kitu cha kwa kawaida siku hizi, lakini mnajua huyu anaofanya hivi anaorusha amana za watu walizowekewa atakuja kumwambia nini Mwenyezi Mungu siku ya kiyama? Huyu ni kwamba yati llahu bi bikhaini lamana Mwenyezi Mungu atamleta au atamwendea yule aliyekhili amana, wa yaqulu lahu, na atamwambia: atil amanata, leo mja wangu, itekeleze ile amana ile lisahibihi, hampe mwenyewe saa hizi, amekupa amana ukambusha, mpe amana yake sahizi fayakulu lahu atajibu, zalimu huyu kumjibu mwenyezi Mungu, ya rabbi, e mola wangu, nitakipata wapi sasa hivi kitu hicho? lakad dhahabat duniya, dunia itaondoka, hicho kitu sinacho. faaina aina atihi biha, wapi nitaweza kwenda kupata amana ile? ni mtu mwenyewe sinayo, hakuna. fayakulu lilmalaikati, mwenyezi Mungu atasema kuwaambia malaika wake, idhhabu ila biirin Nendeni naye mtu huyu kwenye kisima kimojawapo, min abari jahannam, katika visima vya jahannam. Fayadhhabuna bihi malaika, watamchukua mtu uende naye mpaka kwenye visima vya jahannamu. Ila hadha lbiri wa yaquluna lahu, wakifika kisimani pale watamwambia undhur fi qai lbiri, angalia kwenye kina kirefu cha kisima hichi, angalia chini kule. Atapoangalia huyo mtu cha chini kabisa cha kisima cha, chauluna lahu, malaika watamwambia mtu huyo, enzil teremka sasa, min hadha lbiri, kwenye kisima hichi. Waati bilamana ukitaka salama yako, kaichukue amana ile kule, umpe mwenyewe waati lamanata lisahibiha fayahwi fi lbiri, hapo ndipo dhalimu huyu atapoporomoka kwenye kisima hicho sabiina sanatan, kwa muda wa miaka sabiini wala yasilu ila kaihi, na hatofika kwenye kina chake cha chini kwa muda wa miaka sabiini. Anakwenda kwa super speed. Uzito wa mwili wa binadamu una rasili kiasi cha mia na ishirini hivi na zaidi, pengine zito binadamu, mifupa yake mizito, mtu mzima anakwenda kwa uziri wa binadamu anaporomoka miaka sabini anakwenda na miaka sabini inamalizika, bado hajafika chini, bado ittaqu llaha fi lamwali, mwogopeni sana Mwenyezimgu kuhusu mambo ya mali haya. Mwenyezimgu ni mkali mno katika mali za watu, mwogopeni sana Mwenyezimgu katika mali za watu ittaqu llaha fi lhuquqi Mwogopeni Mwenyezi Mungu sana katika haki za watu. Mwenyezi Mungu mkali mno katika haki ya mtu, hana msamaha. Ukimkosa yeye anakuambia nitakusamehe, lakini katika haki za mwanadamu hakuweka msamaha kabisa kabisa, lazima kilipo kitokee. Kwa kiama kule na kule hakuna dinari wala dirham, kilipo chake. Kama una sababu atachukua mtu, kuchukua nini? Akunyanganyi, na zikimalizika dhambi zake yeye, ndo utabeba wewe. inna rajulan tajiran zaidi ya hayo

kad sala wahaja wazaka na mwendo wake alikuwa si mbaya, mtu maskini, ameswali katika umri wake, amehiji na akatoa zaka katika mali yake.